Tumeona miradi ya maji safi ambayo inaendelea kutekelezwa na iliyokamilika miradi ukiwemo mkubwa uh, phase 2 Nyabehu ambayo ilichukua kiasi cha shilingi bilioni 10.6, bilioni 10.6 imetumika kuwekeza kwenye chujio la kusafisha na kuchuja maji. Hii si haba, mradi huu ni effective, unafanya kazi, na hii imetibu hoja ya msingi ambayo ilikuwepo mjini Bunda kwamba wananchi walikuwa wanapatiwa maji machafu, na sasa niseme kabisa, maji machafu sasa basi, kilio hiki kimeisha kabisa kupitia chujio hili, na ipongeza serikali ya Kivu kwa kuwahurumia wananchi wake na kuwaona. Lakini pia tunaendelea na miradi mbalimbali mbali, kama nilivyosema, ukiwemo mradi wa Rubana Balele Kunzugu ambao pia ni asilimia 100 kama ule wa Nyabehu, nao wananchi wanaendelea kujiunganisha na, na, na, na hali ya new connection kwa maana ya maunganisho mapya ili kuendelea kufurahia huduma na mradi huu uligharimu mil, uh, milioni 759. Unaweza ukaona kwamba, um, tumetekeleza asilimia mia moja na mradi huu unaendelea kuwanufaisha wananchi husika. Na mbali na mradi huo kuna ujenzi pia umefanyika wa um, niseme tu kabla sijahamia mradi kwamba mradi huu haujazinduliwa na unasubiri uzinduzi. Muda wowote tutakapowajulisha wananchi kuhusiana na uzinduzi husika, watashirikishwa. Lakini pia tumefanya kazi ya kujenga mradi huu wa manyamanyama mgani mradi manyamanyama mgaje ni mradi wa maji safi, umegharimu 1.1 bilioni, ulizaminiwa na serikali kuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. mradi huu umekwisha kulipiwa gharama zote na umezinduliwa na Mheshimiwa uh, naibu waziri uh, Engineer Kundo uh, na hivi tunavyozungumza ni asilimia mia moja, na wananchi wanaendelea kufurahia huduma ya maji uh, waliopewa na serikali ya usikivu ya awamu ya sita. Lakini pia tumetekeleza mradi wa maji uh, misisi Zanzibar ambao uligharimu shilingi milioni 733. Mradi huu umekamilika asilimia mia moja na umezinduliwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa, na unaweza ukaona kwamba uh, ni kasi ya namna gani ya kuendelea kusambaza uh, mtandao wa maji safi baada ya kukamilisha mradi wa Nyabehu, na sasa kama nilivyoeleza, tunaendelea na mradi wa maji wa Wariku. Mradi wa maji wa Wariku uko kwenye hatua ya asilimia arobaini ya utekelezaji. Mabomba yapo, vifaa vyote vipo. Um, tunaendelea kufanya kazi kuhakikisha kwamba wananchi wa Wariku kata hiyo inapata maji. Mradi huu ni wa kilomita sio chini ya 44, lakini pia una tank la, la cubic meter laki mbili la, lakini pia una gharimu nimesema 1.6 billion na hadi sasa tunaendelea na utekelezaji wa mradi na hali ya mradi ni asilimia arobaini lakini pia kuna mradi wa kusambaza maji Kisangwa, ambao ndio unagusa kata ya mwisho kabisa iliyoko imebaki ya mcharo. Mradi huu utagharimu milioni mia saba kumi na sita. Mradi huu uko kwenye uh, asilimia nane ya utekelezaji uh, ni watie moyo wananchi wa Kisangwa, tunakuja huko tumeanza kuchimba mitaro, lakini pia tulikuwa kwenye hatua ya manunuzi. Kwa maana hiyo, tutakapokamilisha mtatuona tukilaza kwa kasi kabisa, ili mnufaishwe na huduma ya maji itolewayo na serikali yenoskili